au unahitaji adua mbalimbali usisite kututafuta. Leo tutajifunza somo zuri, tafazali angalia mwanzo hadi mwisho upate elimu. Na tunafahamu una jua mengi, ila huwenda hili likawa geni kwako. Pia namba za simu zinapatikana ndani ya hii video. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Amani iwe juu yako. Karibu tena katika video zetu, mwendelezo video mbalimbali Ndugu yangu, ikiwa hujasubscribe channel hii, tafadhali subscribe, ili tukileta video kwa mwanzo kuipata, na kama tayari endelea kushea na wengine wapate kujifunza. n no, no, no, no. heading ya mada yetu au ya video yetu, madhara ya kumiliki mali za mtelezo. Ndugu yangu, tunakutana na video nyingi sana mtandaoni, watu kujivutia kwao kwa njia ambazo za kushawishi watu ili watafutwe na kuwatengezea mazingira ambayo ya kishirikina, baadaye kuwatia katika hatiani mbaya kwa Mungu. Ndugu yangu, nimeona sio mbaya nilete video hii iweze kukufunza, na kama ulikuwa na mawazo ya kutafuta mali za kishirikina iwe ni kama funzo ama kujifunza ama kuacha hilo uliotaka kusudia kulifanya. Madhara kumiliki mali za mtelezo. Katika dunia hii kuna aina nyingi za utafutaji, na kuna aina nyingi za utajiri, lakini si kila mali inaleta furaha ya kweli. Wapo waliobarikiwa kwa juhudi zao, lakini kuna mali nyingine huja kwa njia za ajabu, zisizoeleweka ama mtu kwenda kwa mtabibu na kupewa mali hizo za majuto. Mali za mtelezo ni hatari kubwa katika maisha haya zinaweza kuonekana kama baraka mwanzoni, lakini zina mzigo mkubwa wa madhara. Leo tunajifunza madhara makubwa yanayoweza kumpa mtu anaoishi kwa mali hizi. Tafadhali usiskipu hii video, usiwe na haraka kuskipu wala kuiondoa hii video. Tafadhali angalia mwanzo hadi mwisho ili upate elimu kwa uchache. Sehemu ya kwanza, kwa mtizamo: kuua au kupoteza unaowapenda. Mali za mtelezo mara nyingi kuambatana na kafara au nguvu zisizoonekana ambazo hutaka damu au roho ya mtu wa karibu, hutaka damu au roho ya mtu wa karibu. Unaweza kushangaa kwa nini ghafla wapendwa wako wanakumbwa na matatizo ya kiafya, wengine wao wanapata maajali za kushangaza au hata vifo visivyoeleweka. Mtu anapoanza kuona ndugu na marafiki wake wakitoweka au kuteseka huzuni huwa sehemu ya maisha yake, hata kama limiliki mali kwa njia zisizoeleweka. Mtazamo wa sehemu ya pili: kukosa furaha ya kweli. Ingawa unaweza kuwa na kila kitu unachokitaka, magari ya kifahari, majumba, eh, mavazi ya gharama, furaha ya ndani inayokuwa haipo. Unaanza kuhisi upweke wa ajabu, hata ukiwa umezungukwa na watu wengi wengine wanakuchekea kwa nje, lakini ndani yako unajua kuwa hakuna mtu anayekupenda kwa dhati. Mali hizi zinatengeneza umbali kati yako kati yako na watu, kwa kweli maana wengi wanakuogopa kwa sababu hautotumia mali hizi milele bila watu kutambua upotofu wako na njia zako unazopitia. Mtazamo wa sehemu ya tatu, maisha ya upweki na kujitenga Karimuna, unavyosonga mali hizi huanza kukupeleka katika ulimwengu wa peke yako. Marafiki wa zamani huanza kujitenga, familia yako inakuchukia au inakuepuka na kujikita eh, na ukajikuta unaishi maisha giza peke yako. Unapokuwa na mali halali unapata faraja kuwa na familia na marafiki eh, lakini kwa mali za mtelezo, utajiri wa kufanyiwa na watu waganga, mara nyingi unakuwa na mateso na upweke. Wale wanaomiliki mali hizi wanajua ukweli huu. Kila siku wanapokaa peke yao, wanalia kwa siri. Wanaweza kuonekana wakicheka hadharani, lakini wanapoingia kwenye chumba chao cha kulala, huzuni inakuwa mzigo mkubwa. Unaanza kutamani maisha yako ya zamani, kabla hujapata utajiri huo wa masharti. Kifungo cha mawazo. Mtazamo wa tano: kifungo cha mawazo mara unapoingia kwenye mtego wa mali hizi, akili yako haiwi huru tena. Unaweza kuwa na mawazo mengi yasioeleweka, ndoto za ajabu, kuwa mtumwa wa na watu wa waganga wa kishetani, au hata kuota unafukuzwa na watu uliowahi kuwaua. Kila siku inakuwa vita vya ndani, hisia za hatia, hofu na msongo wa mawazo. Mtazamo sehemu ya sita. Njia za kutoka zinapotea. Yeah, yeah, yeah. Yani zile njia huseme ujinasue, tayari ushaingia kwenye maswala hayo unakuwa hayapo kabisa, na kama unakaribia kujitoa, unashindwa moja kwa moja kuweza kuweza kuondoka katika kundi hilo, maana tayari ushakula haki za washirikina hao. Unapogundua madhara ya mali hizi na kutaka kutoka, unajikuta huna njia ya wazi ya kuondoka. Mikataba ya kiroho au masharti ya ajabu kuwa minyororo. Unajaribu kufanya mema, lakini nguvu fulani zisizoonekana zinakuvuta nyuma na zinakukataza matendo hayo. Si kila anayesali msikitini huwa imamu mkuu kuingia mikoni, na si kila mnyonge wa haki hubabaika na mishilingi. Ingawa hali ni ngumu, haifanyi kupoteza utu wake. Heshima ni uhuru, utunzo wake huja maishani. Usipotee njia, somo kwa bidii. Wapi umeasikia kulala mtu makaburini mfuafu akambarikia? Halahala na waganga mtandaoni mkiingia, nasikila mwenye rangi nyeupe ana asili ya Kihabeshi. Zijua hizi kodi maana maishani atakusaidia. Na ndugu yangu, tuonane katika video nyingine. Tafadhali kama umeguswa na hii video, weka komenti chini ya hii video vilevile vile, kama wewe ni mgeni mpya Usiache kusubscribe na ku like ili uwe mwana wa familia, na kutakia siku njema na usikivu mzuri. Pia mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Asante ah.